Hapa ni nje ya uwanja wa KMC Complex ambapo mchezo wa ngao ya jamii fainali utapigwa hapa, kati ya Simba Queens, wao watakuwa wanacheza na JKT JKT Queens mchezo huu. Hizi timu zote mbili zimefika hatua ya fainali baada ya kufanya vizuri katika hatua za nyuma huko. Simba Queens wao walitoa timu ya Mashujaa Queens, lakini pia timu ya JKT Queens walitoa timu ya Yanga Princess ya, ya, ya ambayo ya waliifunga kwa mikwaju ya penati baada ya dakika 90 kumalizika kwa bao moja kwa moja. Itakuwaje kati ya Simba Queens dhidi ya JKT Queens. Hawa wote ni mahasimu wa ligi ya wanawake, hakuna mchezo mwepesi pindi tu timu hizi mbili zinapokutana. Kati ya Simba dhidi ya JKT itakuwaje? Cha umuhimu ni kubaki na sisi kupitia mike yako ama runinga yako, ambao wanafuatilia hapo ya mkononi D&A TV, taarifa zote ambazo zinahusu huu mchezo utazipata hapa. Mimi ni shuhuda kwa muda wote, mzee wa mida Godfrey Nyanto, nyuma kamera director Jovana akisimamia kila kitu kinakuwa sawa, lakini kubwa zaidi ambalo limetuleta hapa ni mchezo wa fainali kati ya Simba Queens dhidi ya JKT Tanzania, itakuwaje? Dakika 90 za nguvu na jasho ndizo ambazo zitaamuliwa katika mchezo huu. Nani ambaye atachukua ngao hii ya jamii? Pazia hili likifunguliwa, bingwa akipatikana, hapa ndio ambao tunaanza ku count kwenye ligi ya wanawake itakuwaje? Endelea kubaki Itaku na sisi, kama bado jamaa na familia, subscribe, alafu bonyeza alama kengele uliyo mtu wa kwanza kupata taarifa zote ambazo zinajitokeza ama taarifa zote ambazo tunakuwekea kupitia eh, YouTube channel ya D&A.